Mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la 13, robo ya kwanza ya mwaka 2025. Somo linasema upendo ni utimilifu wa sheria. Hii ni Machi 26, siku ya Jumatano, tunapoenda kuiangazia mada isemayo upendo ni utimilifu wa sheria. Uhusiano kati ya upendo na sheria hauwezi kusisitizwa kupita kiasi. Kwa hakika, kwa mujibu wa maandiko kupenda ni kutimiza sheria katika Warumi sura ya kumi na tatu aya nane hadi ya kumi. Paulo anafundisha kwamba ampendaye mwenzake ameitimiza sheria, Warumi kumi na tatu aya nane. Baada ya kuorodhesha amri nyingi kati ya zile sita za mwisho katika amri kumi, Paulo anasema wazi kwamba inajumlishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako Warumi 13 aya tisa. Kwa hakika, Paulo anafundisha kwa uwazi upendo ni utimilifu wa sheria. Warumi 13 aya kumi. Tena katika Wagalatia sura ya tano aya kumi na nne, Paulo anaelezea Torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako kama nafsi yako. Wagalatia sura ya tano aya kumi na nne. Lakini ni upendo wa aina gani ule unaoitimiza sheria? Upendo kama huo unafananaje? Soma Mathayo 23:23 na 24. Mambo makuu ya sheria ni yapi? Soma Kumbukumbu la Torati sura ya 5 ya 12 hadi 15 na Isaya 58:13 na 14. Aya hizi zinaoneshaje uhusiano kati ya sheria hasa amri ya sabato na kujali kwa Mungu haki na ukombozi. Yesu anataja mambo makuu ya sheria kuwa haki na rehema na imani. Na kuhusiana na sheria moja hasa Sabato, tunaweza kuona katika Maandiko kwamba Sabato yenyewe inahusiana kikamilifu na ukombozi na haki. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya tano, amri ya Sabato imewekwa katika uhusiano na ukombozi wa Mungu wa Israeli kutoka utumwani. Yani, Sabato si tu kumbukumbu kumbu ya uumbaji bali pia ni kumbukumbu kumbu ya ukombozi kutoka katika utumwa na ukandamizaji. Na katika muktadha wa kuacha anasa yako mwenyewe na kuita Sabato siku ya furaha kwa na kujifurahisha katika Bwana, Isaya 14, mkazo uko katika matendo ya upendo na haki kwa wengine, kutenda mema, kualisha wenye njaa kuwapa makao wasio na makao. Tazama Isaya 58 ya 3 hadi ya 10. Kwa kuzingatia mafundisho haya yote na mengine mengi, wale wanaotaka kuitimiza sheria kwa njia ya upendo wanapaswa kuhangaikia sio tu dhambi za kutenda, bali pia dhambi za kutotenda mema. Upendo kama utimilifu wa sheria hauhusishi tu kushika sheria katika maana ya kujiepusha na dhambi bali pia unajumuisha kutenda mema kwa bidii, kutenda matendo ya upendo yanayozidisha kwa uaminifu, haki na rehema. Kuwa mwaminifu kwa Mungu ni zaidi ya kutokiuka kile sheria inachosema. Hii ni Machi 26, mada ikisema upendo ni utimilifu wa sheria, na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kwa nasi sasa na hata milele